Sasa hata kabla hatujajadili sana tuende mbali. Wewe unafaa kujiuliza kwanza, unapoambiwa ukweli, wewe mwenyewe hu unaupokea kwa sababu, usije ukasema labda watu siku hizi hawapendi kuambiwa ukweli, wanapenda kudanganywa. Lakini sasa wewe mwenyewe ukiambia ukweli, huwa unaupokea kwa sababu sometimes watu wanapenda ukweli wanaotaka wao wenyewe waambiwe, yaani ule ukweli anaotaka yeye aambiwe huo, lakini ule ukweli halisia watu wengi hawapendi, na ndoposa tumesema binadamu hawapendi kwa ukweli. Sasa labda mimi uh, kwa mtazamo wangu tasema hivi: watu wengi sana wanatuzunguka huwa wanapenda sana uh, kuchangia ama kusapoti vile sisi tunataka, si wengi wanapenda kukosoa, kwa sababu si kila, si watu wengi wanapenda kukosolewa Watu wengi sana wanapo plan mambo fulani kufanya halafu wewe mkosoe, anakuchukulia kama adui. Sasa inabidi saa zingine, ni kitu kizuri, ni kitu kibaya, lakini unajikuta unasapoti tu, huwezi kumpinga mtu huyo. Na hiyo ndio sababu kubwa sana watu wengi wameishia uh, kuwaita watu maadui ambao hawafai kwa adui zao na kuwaita watu marafiki ambao hawafai kwa marafiki zao. Kwa mtazamo wangu, naweza sema kwamba, chunga sana mtu ambaye ana support kila kitu, kiwe kibaya kiwe kizuri, unachomhusisha yani ana support, hana muda wa kuelezea kwamba hiki ni kibaya kusikifanye ah, ama hiki hakitaweza kuletea matokeo mazuri, yani yeye bora tu ni kitu ambacho wewe umemuuliza ushauri, atakwambia ah hiki, atakuambiaanah ukifanye tu, sababu, eh, eh, tu kwa sababu kasababu akuelezea tu kitu ambacho kitakufurahisha, kuambi kitu ambacho kinaweza kuwa na ukweli ambao utadumu tadum. Ah, labda niseme pia mara nyingi sana watu kama hao, wao wanajua kabisa kwamba kile wanachokushauri ni kitu ambacho ktti kita kitatuangusha ama kitu ambacho kitakupoteza ama ni kitu ambacho hakitakuwa na matokeo mazuri, lakini utakuta kwamba kwa sababu wewe ni kitu ambacho mwenyewe unakitaka, basi wanakupatia mkazo kwamba uendelee kukifanya hata kama kitakuwa na matokeo mabaya. Hiyo ni baadaye, yani utajipanga ama utajisot. Na watu wengi sana, ikitokea kwamba haya mambo hayajafanikiwa, w wanakaa pembeni, hawapendi sana kufuatilia baada ya hapo, baada ya ya matokeo kujitokeza, wanapenda kujitenga wakati matokeo halisi yamejitokeza. n yani wewe mtu unamwelezea tu kwamba mimi naona biashara a na kila kitu kushinda wale ambao wanawakosoa. Jambo lingine pia, unapata mtu labda alikuwa kwenye mahusiano, hakuna changamoto, lakini alafu baadaye unapata hivyo, na mimi haya mahusiano yamenichosha, yamenichosha. Alafu mtu anakuambia eh, mimi nakuambia, hata mimi ningekuwa wewe, ningekuwa nimeachana na mtu kitambo sana. Lakini anayekuambia hivyo ni kwamba hata yeye naye ana mtu wake, ana pesa, lakini haezi mwacha. Mwisho wa siku unajikuta umefanya maamuzi ambayo baadaye anakupatia kero. Lakini walikuwa wanajua kabisa kwamba hiki tunachomshauri kitakuja kumwangusha kesho, kitakuja kitakuja kumvunjia hadhi yake, kitakuja kumvunjia heshima yake, lakini bado wakakushauri vilevile, kwa sababu alijua hata akikwambia usifanye utaweza kufanya. Sijui kama unanyelewa, lakini naitwa Wazo la Busara.